Uwe. Kwa upande wa wachezaji na kwa niaba ya wachezaji tumejiandaa vizuri kuelekea katika mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tupo tayari na tumeshapokea mafunzo mengi kutoka kwa benchi letu la ufundi kuelekea katika mchezo huu. Tuna imani mchezo huu, ni mchezo wa pili, utakuwa ni mchezo wa tofauti kwa jinsi ya maandalizi ambayo tumeyafanya katika, katika wiki hii nzima kuna makosa ambayo tuliweza kuyafanya katika mchezo ule uliopita, walimu wamejaribu ku kuyafanyia kazi na kutengeneza kitu kipya ambacho tunaenda kukifanya katika, katika mchezo huu ee, utakuwa ni mchezo mzuri, na sisi kama wachezaji tutakuwa katika furaha kubwa ya kuweza kucheza mchezo huu mbele ya mashabiki wetu. Ee, utakuwa ni mchezo mzuri na mkubwa sana na sisi tuko happy kucheza mbele ya mashabiki wetu ambao watajaa kwa wingi na watajitokeza kwa wingi kutupa support. A uh, tunaongoza goli tatu ambazo tumezipata katika mchezo mchezo uliopita. Eh, dakika 90 ambazo za mchezo uliopita zimepita na hizi ni dakika 90 mpya. Eh, tunajua mchezo mpira jinsi ulivyo na ndio maana tulikwenda katika viwanja vya mazoezi kufanya maandalizi sababu tunajua huu ni mchezo mpya na dakika 90 nyingine kabisa ambazo zinahitaji umakini umakini wa hali ya juu e, kwa hiyo sisi tumejiandaa, tumejiandaa vizuri kuhakikisha tuna tunapata ushindi ambao unaweza kutufanya kuingia katika katika hatua ya makundi kwa kwa kishindo kikubwa kwa sababu e, kutokana na miaka mingine yote iliyopita hatua kama hii tulikuwa tunapita kidogo, mechi zinakuwa ziko tofauti na na hii ambayo tuko tunaongoza tunaongoza goli tatu.